Hivi umewahi kujiuliza ni nini hasa kinakufanya ujitambue kuwa wewe ni wewe? Unapoamka asubuhi, unajua uko wapi, unajua umeamka kitandani, na unapotambua harufu ya chai au kahawa, huna shaka kabisa ni nini unanusa. Kile chombo kinachokupa uwezo huo wa kujitambua, kufikiri, kuhisi na kuamua ndicho tunachokiita akili au ufahamu. Leo, makala hii inakushirikisha siri nne rahisi lakini nzito kuhusu jinsi akili ya binadamu inavyofanya kazi kwa lugha rahisi kabisa ili hata Mtanzania wa kawaida aweze kuelewa na kuanza kuzitumia kuboresha maisha yake mara moja. Siri ya kwanza: Akili ni kama nyumba iliyojengwa kwa mpangilio. Wataalamu wa saikolojia wanasema akili ya binadamu haifanyi kazi kiholela, inafanya kazi kama nyumba iliyojengwa kwa hatua na mpangilio fulani. Kila tukio unalokutana nalo, akili yako hulijenga ndani yake kama mjenzi anavyojenga ukuta juu ya mwingine. Mfano, ukigombana na mtu au mtu akakuambia maneno makali, mara nyingi tunasema nimekasirika tu au nimevurugika Halafu tunakaa kimya tukiwa na hasira. Lakini ukweli ni kwamba hasira haiji yenyewe. Kuna jambo fulani ulilisikia, halafu ukajengea picha fulani kichwani mwako. Jiulize, nimesikia nini hasa? Nimeitafsiri vipi hiyo kauli? Nimejijengea picha gani akilini? Mara nyingi hasira hutokana na picha tunazojijengea kama vile kuwaza kuwa mtu anakudharau au anakukusudia mabaya. Ukibaini kuwa picha hiyo ndio chanzo cha hasira, unaweza kuibadilisha. Unaweza kusema labda huyu mtu ana matatizo yake, ana msongo wa mawazo. Ukibadili picha, hisia hubadilika papo hapo, hasira hupungua au huisha kabisa. Siri ya pili, akili yako inafanana na mto unaotiririka kila wakati. Mawazo huja na kuondoka bila kukoma. Unapofanya jambo moja mara kwa mara ni sawa na maji yanavyochimba mfereji. Kadri yanavyopita pale pale, mfereji unakuwa mkubwa zaidi. Hivyo ndivyo tabia zinavyozaliwa. Uvivu, kuchelewa kuamka au tabia yoyote mbaya huanza kidogo, halafu kwa kurudiwa, inakuwa rahisi kuifanya bila hata kufikiri. Ukitaka kuacha tabia mbaya, usijaribu kuipiga vita moja kwa moja, kwa sababu ni kama kujaribu kuzuia mto kwa mikono, hutafanikiwa. Njia sahihi ni kuchimba mfereji mpya. Anzisha tabia mpya nzuri kwa makusudi. Ifanye kila siku hata kama ni kwa shida mwanzoni. Kadri unavyoirudia, akili itaanza kuzoea njia mpya na ile tabia ya zamani polepole itapoteza nguvu hadi ikauke kabisa. Siri ya tatu, mwili wako unaongoza hisia zako. Hii ni siri ambayo wengi hawaifahamu. Tumezoea kuamini kuwa tunacheka kwa sababu tumefurahi au tunakimbia kwa sababu tunaogopa. Lakini ukweli ni kinyume chake mara nyingi. Mara nyingi mwili huanza kwanza, hisia hufuata. Ukitaka kujiamini, usisubiri kwanza ujisikie jasiri. Anza kwa mwili wako. Simama wima, Inua kifua, tembea kwa kujiamini, angalia watu usoni. Akili yako itasoma hali ya mwili na kujiuliza, kama tunasimama hivi, basi lazima sisi ni watu wa kujiamini. Ndipo hisia za ujasiri huanza kujitokeza. Hii inamaanisha unaweza kutumia mwili wako kama chombo cha kuamuru akili yako. Badili mkao wako, na utabadilisha hisia zako. Siri ya nne. Akili ni kama barafu lilio baharini. Akili ya binadamu ni kubwa sana kuliko tunavyofikiri. Inafanana na barafu lilio baharini. Kile kipande kidogo unachokiona juu ya maji ni mawazo unayotumia kwa sasa, lakini sehemu kubwa ya barafu imezama chini ya maji, huioni. Huko chini ndiko kuna kumbukumbu za zamani, hasa za utotoni, maumivu, hofu na uzoefu uliopita. Mara nyingine unajikuta unaogopa kitu bila sababu ya wazi au unamchukia mtu bila kujua kwa nini. Hiyo si kwa sababu wewe ni mtu mbaya, bali kuna faili la zamani katika akili yako ya ndani linalofanya kazi kimya kimya. Ukigundua hali hiyo, usijilaumu. Tambua tu kuwa kuna mambo ya zamani ambayo bado hayajashughulikiwa. Hitimisho. Rafiki yangu, wewe si roboti. Wewe ni binadamu mwenye akili yenye uwezo mkubwa sana. Unaweza kubadilisha picha unazojijengea kichwani, kujenga tabia mpya kwa makusudi, kutumia mwenye wako kuamuru hisia zako, kujielewa zaidi kwa kutambua nguvu ya akili ya ndani. Anza leo kuiongoza akili yako badala ya kuiacha ikupeleke unakotaka bila wewe kuamua. Maisha yako yanaweza kubadilika na mabadiliko hayo yanaanzia ndani yako mwenyewe.